Ndugu waandishi wa habari, itakumbukwa kuwa nchi yetu ilifanya uchaguzi mkuu tarehe 29 Oktoba mwaka 2025. Ikumbuke kwamba katika siku hiyo ya kupiga kura, katika baadhi ya maeneo kulitokea fujo, vurugu na uvunjifu wa amani. Matendo haya yalisababisha vifo yalisababisha mali kuharibiwa na majengo kadhalika kuharibiwa kwa kuchomwa moto na kuvunjwa. Kwa waliokufa tunamwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Taala, kula mmoja Mwenyezi Mungu amweke mahala anapostahili. Kwa wale ambao wamefelewa wa na ndugu zao, Mwenyezi Mungu awape subira na awape umilivu na awafariji. Kwa waliopoteza mali zao, Mwenyezi Mungu awape wa badali. Baada ya matukio hayo kulipelekea taasisi mbalimbali za kidini na nyingine kujitokeza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 tayari yamekwisha anza kupitia taasisi yetu ya Tanzania Interfaith Partnership, TIP, ambayo kwa sasa, kwa sasa uwenyekiti wake huko chini ya baraza kuu la Waislamu Tanzania BAKWATA, baada ya TEK kumaliza muda wake wa mzunguko. Makatibu wakuu wa TEK, CCT na BAKWATA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 za watu binafsi au za umma ni miundombinu na kuirejesha nchi yetu katika taswira yake Insha Allahu Taala, na Mungu namomba Mwenyezi Mungu atupe taufiki hiyo hiyo. Ndugu wana habari na wageni waalikwa, mafundisho ya Uislamu yanamtaka Muislamu kujiepusha na kila jambo ambalo litamletea madhara kama ambavyo pia anatakiwa kujiepusha na kila jambo ambalo eh, la kuadhuru dhuru wengine, kama hadithi iliyokuwa mashuhuri ambayo nitaieleza kwa Kiswahili hapa, Mtume anasema usidhuru wala usijidhuru, usidhuru wala usijidhuru. Na ndio hivyo Muislamu anatakiwa kuishi kwa maisha ya aina hiyo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 katika Uislamu wa, wa Sheikh, mnafahamu kuna kile kinachokiita ataayushu silmi, yani kuishi pamoja na wasio wa Uislamu maisha ya amani na ya usalama, na mnafahamu pia kwamba Mungu ametuambia kwamba hatukatazi sisi kuishi na wasio wa Uislamu kwa wema. Aya iko wazi, kila mmoja anaijua, la yanhakumullah mpaka mwisho wa aya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 waomba viongozi wakuu wa dini kuendelea kuzungumza. Tuna wanasihi viongozi wote wa dini kwa ujumla wao waendelee kuwa watulivu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 kwa wafuasi wao dhidi ya dini nyingine, na pia waache kabisa malumbano ya kidini, badala yake wahamasishe ya wafuasi wao kuiombea nchi yetu amani na utulivu. Saba, tunawasihi wafuasi wetu wa dini na madhehebu zote, tuunge mkono jitihada za Serikali yetu katika kulinda amani na utulivu kwa kutoa taarifa kwa mamlaka husika iwapo wanafahamu kuwa kuna mtu au watu au kikundi cha watu kinapanga au kushawishi kufanya vurugu siku ya tarehe tisa au siku nyingine za mbele zijazo. Nane, tunawakumbusha Watanzania wote kuwa ni, ni, ni, si nchi zote zinapendezwa na amani iliyopo nchini mwetu. Vurugu za tarehe 29 Oktoba 25 zinachangiwa na na vita vya kiuchumi. Baadhi ya nchi zinataka kuivuruga nchi yetu ili zipate sababu za kuja kuchukua rasilimali zetu kwa manufaa yao, kama wanavyofanya kwenye nchi nyingine. Tusiwape nafasi watu hao na. Natoa wito kwa mashehe wa mikoa, wilaya, kata na maimamu wote pamoja na viongozi wa taasisi zote Tanzania kuendelea kufanya dua ya kuiombea amani nchi yetu na kuendelea kuwaelimisha vijana wetu kuwa watulivu na kuendelea kuwasilisha hoja zao na matatizo yao kwa viongozi waandamizi wa, wa serikali katika maeneo yao. Pia tunawasihi viongozi wa serikali kuendelea kupokea kero za wananchi za kuzi, za, na kuzishughulikia kwa wakati ili kupunguza malalamiko yasiyo lazima kwa wananchi. Ewe Mola wetu wa haki, tunakuomba amani ya kudumu katika nchi yetu, wajalie wananchi wake kuwa watu, watulivu na wenye uzalendo katika nyoyo zao. Mwenyezi Mungu tunakuomba khairi na